Shalom shalom, ninawasalim katika jina la bwana wetu Yesu Kristo. Ninamshukuru Mungu tena kunipa nafasi hii katika siku hii ya leo nzuri ambayo tumekuwa nayo, Mungu ametupa leo Jumatatu ya Pasaka. Lakini pia ninamshukuru Mungu kwa sababu nimekuwa na, tumekuwa na mambo mengi katika kanisa letu, mambo ambayo yanamwinua Mungu na kumtukuza Mungu. Moja kati ya kanisa letu hili la Amani kupitia madhabahu hii hapa ya Amani, Mungu amefanya mambo makubwa na amefanya shuhuda nyingi sana. Basi kipekee nitamkaribisha mama yangu, atajitambulisha kwanza kwa majina yake, atatuambia yeye ni nani hapa katika kanisa la amani Christian Centre. Mama, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Utajitambulisha kwa majina yako, unaitwa nani, na wewe ni nani hapa Amani? Amina. Kwa majina yangu naitwa Gripina Gangai ni mtendakazi wa mahali hapa Amani ACC. Ah, haleluya kumbe ni mtendakazi, ni mtumishi wa Mungu, anatumika chini ya askofu na baba yetu Dr. Lawrence Kametta ah, mama kuna kipindi tulikuwa tuna, tuna semina alikuwa anafundisha askofu ah, ilikuwa kama, kama takuwa sijasahau, ilikuwa ni ya uponyaji eh, ya uponyaji wa kiungu okay, okay. Na baada ya ile semina ulikuja na ushuhuda Ndiyo. Sasa unaweza ukatuambia wakati unakuja kutoa sadaka ya shukrani ulielezea kwa urefu sana, lakini natamani na ule mtazamaji wangu pale ajue ni kitu gani ulikuwa unakizungumza maana hatukuenda live kwenye ushuhuda wako. Tunatamani kujua ni kitu gani Mungu alikifanya kupitia ile semina na alikifanya kwenye familia yako utuambie. Umwambie kwa ufupi tu aelewe naye, kama yuko kule chini ameinama, moyo umechoka, ainuliwe kupitia ushuhuda wako. Amina. Kwa kweli namtukuza Mungu kipekee. Nilikuja kumshuhudia Mungu matendo makuu aliyoyafanya kwa mdogo wangu yes. Nilimleta kipindi askofu anafundisha somo la uponyaji wa Kiungu okay. E, nikamleta hapa hospitalini hapa nanii, kanisani yes. Kupitia lile somo, baada ya kulisikiliza mm. Mdogo wangu alipokea uponyaji wow. Alikuwa anasumbuliwa na nini, labda E, alikuwa na tatizo kwenye kizazi. Oh. Wakamfanyia operesheni. Kumbe bahati mbaya wakati wanafunga ule mshono. Ndiyo. Wakawa wamekata utumbo. Okay, e, wakawa okay. Wameukata utumbo. Mm. Kwa hiyo tukarudi hospitalini ikabidi ule mshono ufumliwe. Mm. Tumbo lilikaa wazi. Hata siku namleta hapa mm. Kwenye lile somo. Yani, tumbo lilikuwa wazi hata ukichungulia hivi ndani. Mm. Unaona kila kitu mm. Kwa hiyo alikaa wazi kwa kipindi kama wiki tatu nne ili kupisha nani aweze kupokea uponyaji ule utumbo uliokuwa umeshonwa. Hmm. E. Kwa hiyo Mungu alitenda matendo makuu sana. Watu walikata tamaa, hata madaktari wenyewe walikuwa hawaamini kama ataamka sasa mama, unaweza akatuelezea, yani ilikuwa kuwaje mpaka mkaona ameponywa? Yani si unajua, kuna ile unafungua, unajikuta tumbo limefunga, au ilikuwa kuwaje? yani, ilikuwa Akap... yani ule uponyaji wake ulikuwa kuwaje? to tunatamani kujua hapo, yani kutoka kwenye tumbo kuwa wazi e, ilikuwaje? Ehe, kutoka kwenye tumbo kuwa wazi mm. Wakati amepokea maombi mahali hapo mm. tukarudi hospitalini kwenda kuangalia ule utumbo mm. wakakuta umeunga vizuri sana tofauti na walivyoona tangu mwanzo e, tofauti tofauti na vile ilivyokuwa mwanzo. Alilisikia lile neno akaliamini, akalitendea kazi. E, akalitendea kazi, kwa hiyo wakaona wamrudishie sasa mm. wapashone hapo, amepona haraka sana yes. Kwa akili za kibinadamu huwezi ukaamini Nilisikia kama ulikuwa unasema kwenye ile shuhuda ukasema kwamba ulikuja ulikuja naye mpaka hapa akiwa na utumbo wazi, na alikuwa anamsubiri anatamani a awekewe mkono na Bishop, alifanikiwa? Eh, alifanikiwa baada ya kumaliza somo, nilikuja naye hapa ofisini yeah. Akawa amemwekea mikono mm -hmm. Eh, mm -hmm. Maana nilivyokuja naye kwa kweli mm -hmm. Mungu mwenyewe anajua nilimfunika nini hizi hizi mm. na nizi nikamweka kanga tishu tishu, e, tishu nilimbandika matishu mm. nikamvalisha blouse pana okay. e, ili siguse kidonda tu, eh, e, baba alikuja akamwekea mikono mm. Akamwombea kwa hiyo Mungu alifanya operation mwenyewe mwenyewe Mungu mwenyewe. Aisee, huyu Mungu ni wajabu sana, kitia somo la uponyaji wa kiungu jamani. Ulo... Ninamtukuza Mungu sana Unawaambia nini wale wanaokusikia kwa habari ya uponyaji wa Kimungu? Najua kinachonishangaza mama yangu na kukatisha kidogo, kinachonishangaza ni vile ambavyo unajua, tuchezwe utumbo kama uko wazi na umechanika, unahitaji sindano ushonwe, ushonwe angalau ufunge, si ndivyo? Jamani, si ndivyo mama? Hapo tunaweza kusikia hmm. hata mtazamaji mtaza, mtaza, mtaza wangu, nadhani unanisikia, unanielewa vizuri, inahitaji kushonwa, lakini yani kuwekewa mkono, hichi kitu ni cha Kena, ye, ye, ni cha kipekee na cha tofauti sana. Yaani wakati anawekewa mkono hmm. hapa palikuwa wazi ule mshono wa kwanza palikuwa wazi, yeah. Mm. Yeah. Kwa hiyo Mungu amefanya, jamani, Mungu anafanya. Unamwambia nini mama, yule mtu anayekutazama saa hizi kwa habari ya uponyaji wa kiungu kwenye madhabahu hii ya Amani, unamshauri nini huyu ambaye saa hizi inawezekana yuko down, ameshuka moyo, moyo umekata tamaa, anaona maisha tena kwake sio kitu, anatamani aondoke hata kesho? Unamwambiaje kwa habari ya iki ambacho Mungu amefanya kwa ndugu yako na umesema ni mzima. Saa hizi anaendelea na shughuli zake, ni mzima na tutawaletea na hapa atakuja kutoa ushuhuda wake mwenyewe muona lakini, kipekee kwanza, unamwambia una nini yule anayekutazama saa hizi mama yangu mbele ya kio chetu? Eh, nikutie moyo ndugu yangu ambayo umesikia ushuhuda huu. Mungu yupo, Mungu na anaweza. mm. tumeona matendo makuu hapa Amani, watu wakifunguliwa na kuponywa. mm. Kwa Mungu hakuna lisilowezekana, kwa Mungu yote yanawezekana. Unatakiwa tu unapomwendea Mungu uamini Mungu yupo na anaweza, unaenda kupokea uponyaji. Amina, mama Mungu akubariki sana jamani. Yaani ushuhuda umenisisimua mimi. Mimi nayekuletea hii taarifa lakini mimi nimesisimka na ushuhuda. Sijui wewe unawaza nini juu ya Bwana. Mimi nikualike, usikose hii neema. Wewe uliyelala kitandani hapo, inuka jitie nguvu. Njoo nyumbani mwa Bwana. Njoo Amani Christian Center. Njoo kwenye madhabahu hii. Sisi hatuna Mungu mwingine, tuna Mungu mmoja aliye hai. Tutaomba na wewe, tutalia na wewe na Mungu atafanya kupitia imani ambayo uko nayo. Inuka hapo ulipo. Jitie nguvu mwanamke. Jitie nguvu mwanamume, mtoto, kijana ajitie nguvu. Karibu kwa Yesu. Yesu anakupenda. Hii ni Nuru ya Maisha. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare chaneli yetu. Mungu akubariki sana, asante.